Idadi ya watu waliopoteza makazi kufuatia ongezeko la maji kwenye Ziwa Naivasha imefikia alfu nne huku kukiwa na wasiwasi kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka kutokana na mvua inayoendelea kunyesha. Tangu mwanzo wa mwaka huu, viwango vya maji katika Ziwa Naivasha vimekuwa vikiongezeka na hali imekuwa mbaya zaidi katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Maji hayo yamefurika kwenye nyumba za makazi, vyoo, shule, makanisa na hata kituo kimoja cha polisi. Aliyekuwa mkuu wa kitengo cha utoaji huduma za serikali Peter Mbae anasema mzozo wa binadamu unashuhudiwa katika eneo hilo ambalo ni makao ya mamia ya wafanyakazi wa mashamba ya maua. Serikali ya kaunti ya Nakuru imejitolea kuwasafirisha wakazi ambao hawana fedha za kuwawezesha kuhamia mitaa iliyo karibu. kuaga na hazina ya disaster ya county na ya national government yes. Nikiwa hapa leo kihoto, nataka kutangaza hili janga ni ijanga la kitaifa yes. This is a national disaster zi yes. si lazima watu wakuve, si lazima watu wakuve ndio watu wakuje hapa na madege hapa. Sewage imemix pamoja na maji imekuja kwa maboma, ukiangalia hata haya sin yenye inakwanga imekuwa huko kwa lake imekuja hadi hapa, watu wanahama for the last like uh, two months, eh? Watu wamehama kama 1000 wenye walikuwa affected, but kulingana vile mvua imekuwa inanyesha kwa siku ambazo zimepita, sahii tunaongea kama watu ambao 4000 ambao wako affected.